Sema ewe joka, uliye simama kama roho ya viziae, sema yeyuka! Sasa potea sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Aya, pinga waviziao, pinga waviziao, pinga waviziao, pinga waviziao. Itumie hiyo damu ya Yesu, itumie hiyo damu ya Yesu. Nenda kinyume na waviziao, nenda kinyume na waviziao. Tumia hiyo damu ya Yesu ndio. Tumia hiyo damu ya Yesu ndio. Tumia hiyo damu ya Yesu ndio. Juu ya Yesu ndio. Tumia damu ya Yesu ndio. Juu ya hawa no vizia. Tumia damu ya Yesu ndio. Tumia damu ya Yesu ndio. Ipeleke damu ya Yesu hawa no vizia kwenye biashara ya kwako. Peleka damu ya Yesu hawa no vizia kwenye kazi ya kwako. Peleka damu ya Yesu hawa no vizia kwenye afya yako. Damu ya Yesu waondoe hawa wanaovizia kwenye malango ya biashara, anza kuwaondoa, anza kuwaondoa, waliochimba vitu vyao kwenye malango ya biashara, waondoe, waondoe, waondoe asubuhi ya leo, waondoe asubuhi ya leo, waliokaa kwenye malango ya biashara, anza kuwaondoa, anza kuwaondoa, wanaovizia faida, anza kuwaondoa wanaovizia faida anza kuwaondoa. Haya, waondoe kwa imani, waondoe kwa imani, wanaondoka. Waondoe waliokaa kwenye malango ya duka waondoe. Ndio, wang'oe, ng'oa uchawi wao, ng'oa vilivyochimbiwa. Yes, nyosha mikono yako juu. Kuna watu, kuna hapo, kuna viwango, hawawezi kuomba. Nataka nikusaidia hapo, kuna roho zimewekwa za waviziao, mlete huku mbele kuna roho zimeweka za wavizi yao. Ninaona kuna madhabahu za watu zilizowekwa maneno, wakainu, maneno wakainua. Hata tuache kushangaa tuangalie madhabahuni walipoinua maneno wakainua roho za wavizi yao. Kwa hiyo sasa, kama Yakobo, Mungu alivizia ile miungu yetu, sio Mungu anavizia ni miungu inavizia, ili chochote kinachofanikiwa pale kiweze kuondolewa. Nyosha tu mikono juu, nyosha tu mikono yako juu, funga tu macho yako kuna nguvu za Mungu zinatembea. Kuna watu wamewekewa wavizi yao, wana, wana, wana wamnita wamewekewa, wanawaangalia wanapotoka na kuingia. Chochote kinachoingia kwenye mikono yao ni mali ya hawa jamaa. Roho Mtakatifu, ninakutuma kwa ajili ya hao waliowekwa, ninakutuma kwa ajili ya hao waliowekwa. Ewe chungu, ewe chungu, ewe chungu, ewe chungu taarifa za hii nyumba taarifa za hii nyumba taarifa za hii nyumba, maana mlisema hatozaliwa wa maana hapo hakutokuwa na mafanikio hapo. Walisema atakuwa tasa huyo, walisema hatafanikiwa huyo. Haya taarifa za chungu, ninakuamuru kwenye ulimwengu wa roho, kila aliyewekwa kuvizia, ewe joka unayetokea kwenye ndoto, ewe simba na mnyama mkali kwenye ulimwengu wa roho, we unayevizia vya kwake, wewe unayevizia vya kwake, ninaituma damu ya Yesu, ninaituma damu ya Yesu, ninaituma damu ya Yesu. Hawa waliokaa kwenye hivyo vyungu, hawa waliopeana makubaliano hawa waliopeana matamko, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Kila aliyekamatwa kwenye miungu ya familia, kila aliyeshikiliwa biashara yake, ninaamuru saa ya kuachiliwa. Kila aliyekamatwa ofisi yake, ninaamuru saa ya kuachiliwa. Damu ya Yesu inayonena mema ikutane na mikono iliyofungwa. Mikono yako nyosha kuna watu mikono imekamatwa, na hivi tunavyoomba moto unawaka. Aya moja, tunashughulika na iko chungu moja. Kila aliyeshikwa mikono yake kwenye miungu ile, walisema ni mikono yake ina nguvu ya kuingiza. Kamata hiyo mikono, funga. Aya moja mbili, hamna, hamwezi kuzuia hiyo nguvu, hamwezi kuzuia hamuwezi kuzuia, ndiyo amwezi kuzuia. Mikono iliyopewa neema ya kufanikiwa iko hapa na iona, iko mikono leo natakiwa iuze, lakini wavizi ao wanaisubiria hela kwenye mikono yake, wage wanamwibia fedha kwenye mikono yake, na ndio maana ajui zinaondokaje dukani. ndio nyosha tu hiyo mikono kuna kitu cha Mungu kinaenda kutokea kuna kitu cha Mungu kinaenda kutokea ndio kuna kitu cha Mungu kinaenda kutokea wanaruhusu sasa wanaruhusu wanaruhusu sasa naambiwa ah, wanaruhusu sasa Na wanaruhusu wana ya mtu kushika wanaruhusu ya mtu kushika dora anaruhusiwa ya mtu kushika dora ndio ndio anaruhusiwa anaruhusiwa ndio ndio moja nawaona kuna watu wanaruhusiwa walizuiwa kushika fedha za kigeni Yosha. nyosha, nyosha na ambao walizuiwa kushika fedha za kigeni, fedha za kigeni. Yes yule kule moja, yule kule kuna watu wameruhusu wao. Oh, sifikiri unazishika ni jambo la kawaida. Kuna miungu ikiona umeshika inaona hatua mbele yako, sasa wanazuia. Haya, moja, mbili tatu ni saa ya kuachia. moja mbili tatu ni saa ya kuachia, waruhusiwe sasa. Ninatoa kibali mbinguni, ninatoa kibali mbinguni, ndio, ninatoa kibali mbinguni, ndio, si Yesu. Hiyo mikono inatoa sadaka, ninaziita sadaka zake mahali zilipo. Hiyo mikono ni amtoa sadaka, hiyo mikono ni yamtoa sadaka, hiyo mikono ni yamtoa fungu la kumi, hiyo mikono ni ya kuwasaidia yatima, hiyo mikono ni ya kuwasaidia wajane, hiyo mikono ni ya kulijenga kanisa. Haya, mtu kaa na hiyo mikono, vita yake iwe kubwa, vita yake iongezeke mara mbili, vita yake iongezeke mara tatu. Hiyo mikono ni ya kuwasaidia wasioweza. Haya, hiyo mikono iachiliwe. Hiyo mikono ni ya Bwana, hiyo mikono ni ya Mungu. Hiyo mikono si ya mizimu, hiyo mikono ni ya Mungu. Hiyo mikono si ya waganga, hiyo mikono ni ya Mungu. Hiyo mikono si ya kina babu na bibi. Haya, kuanzia leo hiyo mikono inaachiliwa kwa ajili ya chapu Bwana kuanzia kuanzia kuanzia hii hii hii kuanzia saa hii kwa jina la Yesu, ndio tunaendelea tunaendelea tunaendelea. naambiwa hapo ongea polepole naambiwa hapo ongea polepole pole. Kuna mtu neema ya Mungu ya kusaidia watu ili kubwa juu yake, na ndio Mungu anasema ninaifungua hiyo mikono analikumbuka agano lake na wewe. Shika sadaka yako shika shika shika, tunaendelea na maombi. Weka sadaka yako sasa ya kuvunja, iko chungu. Weka sadaka yako hii, vita ni kubwa. Weka sadaka yako sasa, tuitume taarifa hiyo sadaka yako. Kama hujapata bahasha, nyosha mkono juu upewe. Tutume taarifa, bado kubichi mno, bado kubichi, hakujaiva tutume taarifa. Kuna mama mmoja amevaa miwani pale eh, afri. Kuna yule mama pale, naambiwa kuna dolari za kufa mtu, amevaa miwani pale katio, mama ni binti, uko nyuma kule kabisa, na sema kila roho ya uharibifu, kila roho ya uharibifu iliyoanzia kwenye asili ya nyumba niliyozaliwa. Sema, kwa sadaka hii ninaondoa kila unyonge, ninaondoa kila udhaifu uliosimama kwenye nyumba ya baba. Sema, asubuhi ya leo, ewe roho ya malipizi, ewe roho ya visasi, hauna mamlaka juu yangu. Sema hauna mamlaka juu yangu, hauna nguvu juu yangu, hauna uweza juu yangu. Sema kila aina ya roho inayosimama kunivizia, sema damu ya Yesu, sema damu ya Yesu iende sasa ikaachilie neema katika jina la Yesu. Sema kwa sadaka hii uzima ukawe fungu langu tangu sasa na hata milele. Sema amen. Tunaendelea na haya maombi sehemu ya pili, yanaendelea. Hatukubali mpaka waachie watu watoa sadaka watu, lakini kuna mtu mmoja yuko pale nyuma, yule anayetoka, yes e, yule anayetoka naomba ile mtumishi wa Mungu kwa ajili ya vitabu yuko pale, utamwona na vitabu vyake. Lakini wale ambao Mungu anawasemesha kwa ajili ya sadaka ya wale watoto wenye ulemavu kule Bagamoyo, Kitopeni, naomba moyo wako usizimike, uendelee kumtazama Mungu, kwa maana hakuna anayechagua kuzaliwa na ulemavu ule. Kwa hiyo tunapotoa hizo sadaka, tunataka tuseme kwamba tunajiambatanisha na neema ya Mungu kwa ajili ya uzao wetu Inawezekana hujawazaa hao lakini huwezi kujua vizazi vitatu vijavyo uko mbele. Mungu aikumbuke sadaka yako na udhaifu usiinuke juu yako. Kanisa la Yesu, aleluya, nyosha mikono yako juu upokee baraka. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Weka sadaka yako, wale wanaendelea na maombi. We mama, usiondoke, weka, turudi, wanaendelea na maombi. Sogea hapa mbele eh, hii John, huyu ndo wakuli sasa. Sunday School hii. namba hii hivi kule Sunday School kuna space, aende kule mwendo uanzishiwe ili joka kabisa linapiga uchumi, linapiga hela linapiga hela, linapiga hela, linapiga hela, linapiga hela. Weka sadaka yako, njoo kwenye madhabahu sasa, usikae mpaka network inakata ya maombi eh. Linapiga hela, joka, eh, joka, joka, joka, joka. We huku, nimemuita wewe, nimemuita huku, kaa hapo kwenye mstari, weka sadaka yako, njoo kwenye madhabahu, njoo kwenye madhabahu. M, ndio imetosha, ni mwisho. Uliona mnavyovizuia? Ndio imetosha, ni mwisho, ni mwisho, ni mwisho, ni mwisho, ni mwisho, imetosha hii, imetosha hii, ni mwisho, imetosha njoo chini, imetosha. Njoo madhabahu, niweka sadaka, njoo kwenye madhabahu. Yes, ndio imetosha, mwisho, imetosha, imetosha, imetosha. Hiyo ni habari yenu, imeisha, imeisha, eh, imeisha. Habari yenu imeisha. Endelea kuita hizo dola hapo, zipo, imeisha. Njoo kimbia haraka kwenye madhabahu, weka sadaka yako tunaendelea na taarifa za kwenye chungu, tunaendelea na taarifa za kwenye chungu. Kuna watu taarifa za kwenye chungu zimeambiwa kwamba hawatovuka mipaka ya aina fulani, sijui ni mipaka gani. Nyosha mikono yako juu sasa tunaomba baraka n at mikono yako juu sema, ewe Mungu uliye hai, ewe Mungu uliye mwema, wewe uliyeona vya sirini hata wakati ule sijazaliwa, hata wakati ule sijazaliwa, hata wakati ule sijaumbwa, yako yaliyosimama, yapo yaliyowekwa kwenye ile misingi. Maandiko yanasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Nimeisogelea madhabahu yako kwa ajili ya ile misingi, maana ndani ya ile misingi ndipo walipotengeneza taarifa za rohoni kwa ajili ya maisha yangu. Sema e Baba, e Baba, wewe ulikuwepo wakati mimi sipo, wewe uliona wakati mimi sikuona, wewe ulisikia wakati mimi sikusikia, na roho mwema walifanya ibada, wakatengeneza viapo na maagano, ndiyo maana ile chungu ikazaliwa. E baba, Baba wa rehema, tazama ni makubaliano walioingia walitumia damu, damu za wanyama. Inawezekana familia yangu iliwahi kumwaga damu na mimi sikuwahi kujua. Inawezekana familia yangu, kwenye uzao wa kwanza, kwenye uzao wa pili, kwenye uzao wa tatu, kwenye uzao wa nne, sema waliinua sadaka kwa miungu ya kigeni E Baba wa rehema, ile sadaka ikasimamiwa na ile miungu, na ndio maana ile chungu ina nguvu. Asubuhi ya leo ninaigeukia madhabahu kuomba toba na rehema. Shema, ninaigeukia madhabahu kuomba toba na rehema. Sema, ninaumimina moyo wangu mbele za madhabahu ya Bwana, kwa ajili ya ile misingi. Maandiko yanasema sawa sawa na Zaburi ile ya kumi na moja ule mstari wa tatu, kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Sema ee Baba, iko haki yangu iliyozuiwa kwa ajili ya misingi iliyoharibika. Sema iko haki yangu iliyozuiwa mahali kwa ajili ya misingi iliyoharibika. E baba wa e eh baba wa rehema, kwenye ile misingi hakiwezi tokea jambo ambalo e eh Bwana lina utukufu, ni kwa ajili ya ile misingi, na ndiyo maana nipo nilivyo leo hii. Baba wa rehema, sema kumbuka rehema kwa, sema, eh rehema kwa damu ya Yesu. Sema e baba wa rehema, kumbuka rehema Sema kwa nguvu, sema kumbuka rehema, sema tena, kumbuka rehema mahali ninapopita. Sema baba wa rehema, sema kumbuka rehema, sema ninaomba uni rehemu, sema ni rehemu e Bwana, kwa habari ya misingi, kwa habari ya mapatano ya baba zangu na ile miungu, kupitia ile chungu, sema ninaomba rehema juu ya ile chungu iliyosimamishwa kwenye ile nyumba ya baba, sema ninaomba rehema. Juu ya ule ushahidi uliosimama kwenye kile chungu, sema ninaomba rehema kwa habari ya jina langu lililoandikwa kwenye lile, kwenye kile chungu, sema ninaomba rehema. Kwa habari ya kitovu changu kilichounganishwa na ile chungu, sema ninaomba rehema kwa ajili ya mavazi yangu yaliyounganishwa ya na ile chungu, sema ninaomba rehema. Kwa habari ya taarifa zangu za uchumi zilizounganishwa na ile chungu, sema, ewe chungu maanisha, sema, ewe chungu pokea damu ya Yesu. Sema, pokea damu ya Yesu. Sema, pokea damu ya Yesu. Sema, pokea damu ya Yesu. Sema, ewe chungu leo unaniachia achia, sema achia. Achia uchumi wangu, achia afya yangu, achia kazi yangu, achia maisha yangu. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Nyoosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu, funga macho yako, alafu weka mkono wako mmoja kwenye kitovu, mwingine nyosha juu. Baba, naona kuna watu taarifa za vitovu vyao Viko kwenye kile chungu, mm. Yes. Kuna mtu mauti haimwachi, mauti haimwachi, magonjwa hayamwachi, na mimi naimimina damu ya Yesu kwenye ile chungu. Leo ninapomimina hapa ndio kinachotokea kule Kilimanjaro, ndio inapotokea kule Mwanza ndio inapotokea kule Upareni, ndio inapotokea kule ndio, wacha tumimine damu sasa. Ni ile damu inamiminika kwenye ile ardhi na kwenye ile chungu. Ardhi uliyokubali kimakubaliano kabisa. Ardhi umekubali kupokea chungu. Ardhi umekubali kupokea taarifa za huyu mtu. Naona huyo mtu akiachiliwa. Naona huyo mtu akitoka. Naona hiyo nafsi ikianza kuachiliwa. Naona hiyo, Yesu, malaika wako hapa. Malaika wako hapa, wako hapa. Naona lile joka lililomeza taarifa zake likianza kutapika lile joka. Naona lile joka likitapika. Naona hilo joka likitapika. Haya, hilo joka linatapika. Haya, hilo joka linatapika.

Nyosha tu mikono yako juu, nyosha mikono yako juu. Naona kitovu kimeunganishwa pale, naona kitovu chake kimeunganishwa pale, naona kitovu kimeunganishwa pale. Alafu kuna mauti kwenye familia mwaka kwa mwaka, kuna mauti kwenye familia, na wewe umewekwa kwenye oroza ya ile chungu, na wewe umewekwa kwenye oroza ya ile chungu. Nasikia na kuna mtu ni orodha, maana yake anatoka huyu anaenda huyu, anatoka huyu anaenda huyu, na kuna watu wanakufa kwenye miaka furani wengine ni miaka hamsini na tatu. Ni ile chungu inafuatilia, inafuatilia taarifa ya mauti. Na kuna mtu ameandikiwa taarifa mwaka huu 2025. Haya, malaika wa zamu, ndio ng'oa hiyo mauti, sasa ng'oa hiyo mauti, fayajia kwa damu ya Yesu. Weka mkono wako kwenye kitovu, weka mkono wako kwenye kitovu. Nasikia kuna mtu hapa